Mezibil. Harabe. Harabe. Harabe. Habe. Habe. Habe. Wewe William Ruto. Wewe Kasongo. Wewe Kaongo. Wewe mwizi. Wewe William Ruto. Aende asiende. Wangapi wanasema Kasongo aende, Kasongo aende, Kasongo. Mimi nimefurahi sana watu ya masaa kuu kufika hapa ndio tukubaliane. Tulikuja jana pale Sekuru, tulikuja jana pale Sekuru na tumekuwa na kikao cha faragha na kiongozi wenu Stephen Kalonzo Musyoka na tumekubaliana ya kwamba tutatembea pamoja tuunde serikali twende 2027.